Mngechukuliwa nyie vijana msiokuwa na kazi hapa, mkaweka kikundi cha watu mia moja mia moja, vikundi vya watu mia moja mia moja, mkapewa mtaji bilioni moja moja, mkapewa mashimo ya kuchimba yenye dhahabu, mgeuza mgepata fedha. Ukipata fedha wewe kijana wa Katoro utataka kujenga hapa, utampa yule fundi akujengee. Yule fundi akipata hela atanua bodaboda boda kwenye duka la huyu jamaa, au simu. Huyu akipata hela atanunua mboga kwa huyu mama, huyu mama akipata ataagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda atakunywa sheri, mafuta ile sheri itaajiri mlinzi, mlinzi atanunua chai, pesa itazunguka. Miongoni mwa zinachukuliwa hapa, zinapelekwa China, wa China wakichimba hapa, wanaenda kujenga nchi yao. Tuna nchi ambayo tuna serikali haiwezi kutengeneza za kutolea nyama kwenye meno tairi. Tuna boda boda kila kijiji. mwaka sabini, mwaka sabini. Mwalimu Nyerere alishatengeneza kiwanda cha General Tyres kinatengeneza matairi. Mimi nimekuwa baba yangu na Land Rover tunatumia matairi ya General Tyres. Leo leo boda boda iko kila kijiji, iko Runzewe, iko Geita, iko nenda kijiji chochote, kuna boda boda, kuna bajaji. Hatuwezi kutengeneza tairi ya bajaji tayari kimuishia bodaboda Runzewe, akienda kununua pesa inatoka hapa inakwenda kutengeneza ajira China. Tungekuwa na kiwanda hicho hapa, kingekuajiri wewe, wewe ungepata fedha, ungemnua kitanda kwa fundi seremala, angeagiza ubao mwingine, fedha zingezunguka hapa. Inatoka inakwenda kutengeneza ajira China. Tuna watu wenye akili hapa, halafu wanakuja wanatambia tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Nchi hii haina tatizo la ajira, ina watu wa chini wasioweza kutengeneza ajira. Tunaongozwa na wajinga wasioweza kutengeneza ajira. Hakuna tatizo la ajira hapa. Huwezi kuwa na nchi. Wasukuma wanalima pamba hapa, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiu. Mwalimu Nyerere alijenga ginerisa wongo kweli? Leo pamba, msukuma anauza shilingi mia nane kwa kilo inakwenda kutengeneza kapamba kakusafishia vidonda zile gozi, si nini, inarudi hiyo hiyo uliyomuuzia shilingi mia nane. Yeye kale kadogo amekafunga kwenye karatasi, anakuuzia shilingi elfu kumi. Una akili wewe? Una akili wewe? nchi hiyo tutengeneze hata magunia. Mwalimu Nyerere aliacha Tanga tunalima mkonge, Lindi tunalima mkonge, Mtwara tunalima mkonge. Magunia yetu leo, gunia likibeba viazi hapa limetoka India. Ina maana pesa imetoka hapa imekwenda kutengeneza ajira India. Utatengenezaje uchumi wako? Unaweza kutengeneza uchumi kama una uwezo wa kushikilia fedha muda mrefu. Ndio maana mto haujai maji, lakini ziwa linajaa maji, kwa sababu ziwa lina uwezo wa kushikilia maji muda mrefu. Kama wewe unatumika kama mto, pesa imekusanywa kutoka, ni kama wewe tu ukiwa mchimbaji ukipata pesa ukanywa pombe, na yule mwingine anayepata pesa akazichanga changa akafunga kidogo kidogo kidogo akajenga, wewe utabaki maskini. Ndio nchi yetu, kila tunachopata tunakisafirisha nje, tunaagiza toothpick. Mwaka 2017 nikiwa bungeni, niliteuliwa kuwa waziri nishati, waziri kivuli wa nishati na madini. Ingieni kwenye YouTube, wakati Rais Magufuli wanaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Nikamwambia hivi, Mheshimiwa Rais, kabla ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere tutahitaji chuma cha kujengea hilo bwawa. Sisi tuna chuma pale Rudewa Mchuchuma na Liganga. Tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kingetupatia faida kama nne. Cha kwanza kingeajiri vijana wetu, vijana wetu walikuwa wanaenda kupata kazi direct employment, ile ajira ya moja kwa moja. Vijana elfu sitini. Mind you, tangu uhuru afande, serikali yenu imeajiri watu laki tano na ishirini tu. Yani nye maskari wote mna upige mkwara, siku wana inchi oke, amfiki hata robo. Yani, tangu uhuru mpaka leo, serikali hii imeajiri watu laki tano na ishirini tuwalimu, askari, wanajeshi, tano na ishirini. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri watu elfu sitini asilimia kumi ya ajira zilizopo leo. Maana yake pia hatujazungumzia makampuni ambayo yangepewa ya kitu kinaitwa subcontractors kufanya kazi na kile kiwanda, tuletee nyanya, tuletee karatasi, tuletee tairi za magari, tuletee oili, hayo nayo yangeajiriwa ya Tanzania watu. Kwa hiyo watu ambao wangeajiriwa wa kwenye kile kiwanda zaidi ya laki moja au laki mbili Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kujengwa kwa dola za Kimarekani bilioni tatu Tuchimbe chuma chetu kwa miaka mia moja miaka mia, tuwauzie Uganda nondo hizo, tuwauzie Rwanda, Burundi, Kongo, nchi zote hizi ambazo hazina chuma. Nikamwambia, jenga hiki kiwanda kwa dola bilioni tatu trilioni saba nukta nane Halafu ukishajenga hicho kiwanda, mwite sasa yule unayetaka kujengea bwawa, mwambie hivi, nataka ulijengee bwawa shilingi ngapi? trilioni tano Yes, saini mkataba lakini chuma chote nunua ndani ya nchi yangu. Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu.